katika vile vitabu vya dini ambavyo vinakubalika. Maana kuna wakati mtu anakupa hadithi haiko kwenye kitabu hata kimoja cha dini, alimsikiaga fulani na fulani na fulani, mkutana hadisi inaenda mpaka kwa mzee mmoja niko zake chini ya mti, yeye anatungiaga watu mitandawili, ndio ikawa ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini hadithi ukitafuta kwenye Musnad Imam Ahmad rahmatullahi alayhi kaikuta na hadithi ya sahaba mwema Abi Bakr. Msikilize hichi kisa vizuri. Naanza kukipiga keki kwa sababu kina mafungo mtashangaa. Kumbe ya mungu yako ndiye mimi. Na wakati wa mtume sasa ni kuepo. Sikilize hapo, mwenye nyewe nyewe mtachipa majibu. Jambo mmoja kawapitia watu wamekaa. Je, sisi hatukaa kwenye kikao cha kahawa mfano? Si vipo hapa, ndio mimi nikao hivi. Hawa hata tumekaa ndani wanaume zaidi wa watu wapige story sasa, yanatokeaga hayo. Walikaa hapa, akapita mtu kala hapo milko. Yule mtu alipopita pale, akatolea salamu kama kwa ndugu Muslimu wenzao, Assalamu alaykum. Alijipitia hivi mtu mmoja katika kile kikao akasema haya maneno: wallahi inni la ubghi hadha fi llah Ujama na mchukia hapa. Sio kwa sababu ya mimi, kwa sababu ya Allah. Na mchukia kwa sababu ya Mungu. Tamam. Yeye ni kuteta sababu so teta. Ni kuteta, kwa sababu Mtume Muhammad so sallallahu alaihi wasallam alisema atadiruna malghiba, anauliza maswali, mnajua kuteta? Maana ya kuteta? Wakamwachia Mtume so sallallahu alaihi wasallam ajibu. Mtume akawajibu akasema kuteta ni kumsema mwenzako mambo akisikia atachukia, kwa sababu amkuacha mtu akamwambia. Ikiwa e, yale na msema, na ni kweli mtu anasema, ndio kuteta. Yaani mkikaa mkaa chini na msema fulani amefusha na ni kweli amefusha, ndio kuteta. Mkikaa fulani ni mwizi anaibia pesa watu na ni kweli ameibia, ndio kuteta, hiyo ndio kuteta kwa hiyo na huyu akasema kwamba anamteta kwa sababu ya Allah. Swali la kuja, ikiwa kwamba uliyomsema ni uongo hakufanya. Hiyo sio kuteta tena. Ikiwaka unaikaa chini na msema mtu yeye hakufanya mabaya, akisikia ataumia, sio kuteta, ni zaidi ya kuteta. Mtume amesema fakadhiba hata, yaani unakuwa unamzulia na kumdhulia mtu ni katika madhambi makubwa makubwa, akbarul kabair, katika madhambi makubwa. Mtume swalla alayhi wasallam akasema kumdhulia mtu akaweka na kumvunjia haki mzazi. Kwa hiyo huyu jamaa akawa anasema haya maneno mazito. Kama kawaida, sisi si, ni binadamu, tulikaa chini tu toka jikutana tumetereza, tumemsema mtu vibaya, hata wachamungu. Mpaka mmoja katika ulamaa wakubwa, naye si mwingine, ni mkaji katika madhambi ambayo ni mazito hata kwa watu ambao wanaashiriwa kidole kwa uchamungu, wanakuwa nikisahau madhambi ya kuteka na kusengana vibaya. mm -hmm. Faqala ahlu lmajlisi, sikilizeni, watu walilelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili jamii zetu ziongoke tu. Hivi watu waliokuwa katika kile kikao wakasema, bisa wallahi makut <coughs> ama wallahi lanunabbi anna, wakaambia umesema maneno machafu wale watu wako naye kwenye kika na kwenye mwambi, kwenye kikao wale ndio kaambia umesema umesema maneno mabaya, na wallahi tunakuambia, tutamwambia tukifanya hivi kwenye jamii zetu tutaenda vizuri. Basi akalu shai, kwa kifupi, basi msimwambii tutamwambia, au msimkaribii, basi mkatazeni. Mko kwenye kikao, mtu akajikuta akamsema mzee vibaya basi hiyo kusikia maneno ya watu, heshima za watu zinavunjika, mnamwachia tu yule neno akilisema pale, mkaenjoy. Kuna mtu mmoja atatoka pale, ataenda kumwambia, akienda kumwambia yule mtu

Shekhe mmoja kwa shekhe zetu nyumbani tunamzanyia imani uchamungu. Na ni vizuri tumsemeje jina kwa sababu tunasema kwamba shekhe wa Arabuni machia. Kwa uchamungu wao ni mzaa. Na nyumbani kuna mashekhe imani wa uchamungu. Lazima mwingine shekhe yake kwa maana Allah akufaa. Mmoja kwa sababu wa marafiki wa mzee Allah mwahurumie mzee kwa kaburi lake. Anadisia kwamba kuna siku mwanamke mmoja alikuja kumwambia shekhe mmeongo na mwenye kushtakia

kama amezini sasa, yake ni stiri, ndoa talaka yako, kisha kazi, habari zikaisha, hakuna kupita, si support moja kwa moja hivyo. Lakini nataka kuonesha jinsi jamii inaendaga, inasuluhika angeremba lemba shehe, baadaye jamaa akaja kugundua sedisyokesheka si kwa hiyo maswahaba wa Mtume wakalelewa hii. Ukimsikia mtu anamteta mwenzake, mkataze. wakama rajulu minhum faadrakaluaba, mtu mmoja akasimama akaenda kumwambia pale pale, akaenda kumwambia wewe, fansarfa rajulu hata ata rasulahu. Na wewe siku utasikia mtu anamteta mwenzake, kibabu bibi akiwa hapa, utasema

Ukiona mtu unaweza kukukosea, mtafuteni mtu mnamdhania kheri, ima shehe au mzee mwenye busara, kapeleke matatizo yako, kwa sababu ukimpata wewe mwenyewe unaweza kugombana. Peleka, hii ni njia moja ya kumaliza migogoro ya kijamii. Akaenda kwa Mtume akamwambia, kisa kimekuwa hivi, mtu akaja akaniambia, naomba uniitie naye uniulizie kwa nini ananichokia kwa sababu kwa nini msizi msi? Kwa nini mimi mlevi, mimi mshirikina? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya kazi yake, kwa sababu aliwekwa kwenye jamii, kwa sababu ya kusuluhisha jamii. Shehe na imam na ustaz na mwalimu, uliwekwa kazi yako ni kusuluhisha jamii, asikulet kamaasj ingia, ingia kwa kazi yako

sijawahi kuona anasali sala za subuhi.

Falamma asbaha dhahaba li Umar, ule jamaa alikuwa amka, ashaona ndoto yake. Ukimwotea mtu ndoto nzuri ndio kama mbii. Akaamka na furaha na kumwambia Umar ndoto nzuri. Fawaja asfidiqa inda, akamkuta Abubakari yuko hapo, amekana Umar rafiki wake mbele yake, nikiwa katika daraja moja cha mjadala sana sana, mjadala sana faqasa alayhi ruqya, akaambia Umar nimeota ndoto. Alipotaka tu kuanza kusema, fantahara hu Umar, fantahara hu

Wewe <todiccumpea> unataka kunipiga mimi nifukuze. Akaambia ama tastahi an tadhkuru li fadila fi majlisin fi Abu Bakr wa hali ya Abu Bakr. Hivi wewe huoni haya kusema sifa yangu kwenye kikao ambacho yuko Abu Bakr. Haoni haoni hai. Haoni si haoni si haoni haoni kama ndio sari. Hapa Umar alikufundisha Uislamu. Tusiwachonganishi na shehe. Tuswapelekee maneno huku. Tunaka shushushu. Kupeleka huko, leta huko. Leta ubuyu. Ah, hilo jambo linazorotesha jamii. Ni jambo baya. Sisi Waislamu wetu tuchangie viongozi wetu wawe kitu kimoja. Na shehe wetu wawe kitu kimoja tusiwa, tusisababishe wakati gaha. Mwisho, jambo la mwisho. Ikiwa kama tunazozana sisi kwa sisi, ila kwa sababu kwa sababu kwa kama kwa sababu kwa sababu kwa Allah kutuweka katika hizo neno kwa sababu tutofautiana, ndio hizo tutake tutaki tusitaki. Tukizozana sasa hatujui haki iko wapi, turudi kumuuliza mjuzi miongoni mwetu, basi tutasoma kwa kile kijiji masala ndani ya kogawa. Islam ndio tofautiana au si viongozi ndio tofautiana? Tutafute watu tunawazania kheri, tufanye nao mawasiliano kwa sababu wanasema wasiwaulizi Ewa nasiki tunazozana kika hivi. Haki iko wapi? Katika vijiji vingi nilimoenda nimekutana hivi ni tatizo hili, lakini maswahaba walipokuwa wanazozana walikuwaga hawafanyi. Wanaingilia wajuzi, huyu ni imamu ni kukare na nani. Anasema. Anna ibn Abbas alahu tamara huwa wal Hurr ibn Qais. Anasema ibn Abbas aliwahi kuzozana yeye na mwenzake Hurr ibn Qais.

Nimemsikia mtume anasema, sallallahu alaihi wasallam, akaanisia kisa cha Musa ambacho Allah amekitaja kwenye Qur'ani. Ibn Hajar amekitaja na Imam Bukhari amekitaja kwa urefu kwenye sura, kwenye sahih Bukhari. Almuhim, qul akabalika, akabali, akajirije, hii ni katika uchamungu, lakini wewe ndio unatajirijia aje? Hawezi, basi mimi namkubali kule, na wewe walikuita uchamungu, wasaidii unakuwa adui. Mpaka mtu mmoja anasema hivi sasa wewe unampinga huyu shehe. Sasa huyu shehe akikwambia utakubali? Atakubali, atakubali lakini na yeye mimi mshinda tena kuuliza hala hautakubali? Hautakubali? Wewe ni korofi. Na mtu akiosha kuwa mkorofi ni katishi. Kwa maswahaba walikuwa wanazozana sana. Kwa sababu ndugu si ala mtu. Mpaka imefikiaga wakati Abdullah bin Umar na Abu Hurairah. Abdullah bin Umar alikuwa na msikiti wake na Abu Hurairah wa msikiti wake. Wow. Abdullah ibn Umar anapo hadithi ya Mtume sasa anambia jamaa, atakaye uzuria jeneza anapata thawabu sawa na mlima wa Uhud, mlima wa Uhud. Na kunisha rafiki zetu kafaidika hivyo, akenda kwenye msikiti wa Abu Hurairah, anaongeza hasa, sio mlima mmoja, milima miwili ukenda kuzika. Ah, watu waka leta zile yale maneno ya Qur'an. Na wakati wa sababu, yani kuwepo hayatoisha watu wakamhamisha Ibn Umar. Ee bwana, Abu Hurairah anasema so so hivyo anaongeza mwingine. Lakini wao walikuwa wacha mtu, twendeni kwa Abu Hurairah kumuuliza kaenda. Alipompiga, alipofika pale kwa Abu Hurairah, akaambia mimi nimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo Ibn Umar ameshakasirika huko, pe huko msikitini, kama binadamu. Laqad akthar alaina Abu Hurairah. Wao anasema hivyo. Ah. Abu Hurairah Hurairah acha sema hadithi nyingi sana. Kama kama ndio kusema hivi. Abu Hurairah ameishi na Mtume miaka mingi. Miaka minne sheikh? Ibn Umar ameishi na Mtume kuanzia maka, hata ni shida aje leo. Amsha sana hadithi nyingi kana kwamba natuhumu. Lakini kwa sababu ni uchamu ndio visi wa chamungu anakuwa. Inna alladhina takhawu idha fasahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru. Mtu akiona uchamu kwa sababu kusema shetani lakini anakumbuka kwa haraka, akasema ah, lakini tunatukaanisha. Wakampata Abu Hurairah. Ni kweli umesema? Abu Hurairah, ni kweli. Akamwambia bali mimi sikusikia mtu anasema hivyo. Kama wako msikia, mimi nimesikia. Wajua walienda wapi? Wakasema mtafutieni mtu aende kutuulizia Aisha alitema jipa. Hivyo ndio kesi maswali yanayokuwa. Maswahaba hawa hawa kama sisi sisi leo, atabadilika kaunti yake, atabadilika kauli yangu. Ah, ah wakoga hivyo wenyewe. Wanajaribu kujua hapo. Wakaenda kumuuliza Aisha, Aisha akasema swada ba Abu Hurairah. Abu Hurairah ni hak. Walipomuuliza bin Umar akasema ah, mimi natamuuliza natamuuliza Umar. Ah, ah, sio sio. Tamuuliza mwingine ah, amesema la kadhi fadhlana fi qarawiq kathira, akasema wakati wa mtume tulifanya kama kuhufu tulikuwa tunaenda kutafuta pesa, tunaenda sokoni kutafuta kufanya kazi ili tuhudumie familia. Abu Huraira alifika kwa Mtume. Sasa kutoka yeye yeye kake bi mimi, sio mimi, alikuja kwa Mtume, sitaki kuoa, sitaki kufanya kazi. Ehe, unataka nini? kuchukua elimu kwako. Basi utakuwa nakula aje? Mungu ataniruzuku. Mtume anamwambia msikitini akaikaa msikitini pale, kwa msikitini watu kadhaa wanalala pale, hawana nafasi za kuishi za kulala kwa sababu ya kuja kuchukua hivi. Wao ni watu wanatafuta hivi, wao kuita kwenye muhadhara hauji eti kwa sababu kazini. Mwingine yuko kwenye kikao cha cha kahawa anateta, haji kwenye kikao cha hivi. Abu Huraira kaa hapo, ili ukisikia majanga, historia ya Abu Huraira unaweza ukasema hawa jamaa walikuwa ni kweli hapa wamebaelewa kama sio kwao Ilikuwa nafikia Abu Hurairah nasema yeye mwenyewe kwenye nafsi yake. Alikuwa kwa wakati njaa inamkunguta. Mpaka anashuka kutembea, anatoka msikitini, njaa inamkunguta anaanguka chini. Watoto wanajua kama amechanguka. Hivi mtu mkubwa na ndevu zake tumwa amelala pale chini. Tutasema yeye ni mzima. Tena amelala pale ni aje? Una u, una ah mimi sio mwenende ile ile. Huyu sio mzima. Tutazahukumu sisi wote. Abu Hurairah kwa nini? Mpaka anakwambia kuna wakati baada ya swala so, kwa nini kakaa nje ya msikiti? akija binti ya Abubakar amtolee salamu, hii salamu asimame aende, anamuuliza maswali, sio maswali kwenda kufaidika, wafike mpaka kwake ale mpaka hmm. Siku moja nikamtolea mpaka tusitike salamu ni twende, ndio kisha kwa naishi, assalamu alaykum, niko na masuala na niko na kuuliza, niko na haraka, niko na haraka. Akajengea baba, ah, sasa ni ngoja. Umar Umar akaja, assalamu alaykum, niko nataka kuuliza masuala ya, hapana bwana, niko na haraka. Akajengea msinaka mabaka na Umar wanakwepa, au kweli kusema maswahaba wa Mtume hawasemi kuombaomba. Hizi habari za kuomba, sheikh, hizi habari sio nzuri. Mko na uwezo wa kuchinja, unaenda kuomba nyama kwa watu, hivi si vizuri. Allah anawasifu maswahaba kwenye Qur'ani, anasema lilfuqaraa alladhina uhsiru fi sabilillahi siah la yastati'una darban fil ardhi yahsabuhumu aghniyaa minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum